Wanafunzi wakijiandaa kwa mitihani ya kitaifa mwaka huu, mbunge wa Shinyalu kaunti ya Kakamega, Fred Ikana amewarai wakuu wa shule za eneo hilo ambao wana hulka ya kuwatuma nyumbani watahiniwa msimu huu kukoma mara moja, akiahidi kusaidia shule hizo ili wanafunzi kufanya mitihani yao katika mazingira tulivu. Akihutubu katika shule ya msingi ya Shitochi iliyoko eneo bunge la Shinyalu, wakati wa ufunguzi wa ghorofa yenye madarasa manane iliyofanikishwa na hazina ya NGCDF, Ikana ameonekana kukerwa na tabia ya baadhi ya wakuu wa shule za eneo hilo kuwatuma nyumbani watahiniwa hasa msimu wa mitihani. Ni marufuku kufukuza wanafunzi wanaokuwa wakifanya mtihani ati kwa sababu ya pesa ya chakula wakati wa mtihani. Mimi nitaleta chakula kwa kila ni usemi ulioungwa mkono na mbunge wa Nabahora Emmanuel Wangwe, ambaye alihudhuria hafla hiyo, akiwataka wakuu wa shule hizo pamoja na wakuu wa shule zingine kote nchini kuwapa nafasi watahiniwa kufanya mitihani yao bila kusumbuliwa. Tukifanya mtihani hasa wakati huu, ombi langu, nimeona director of education hapa, nimeona ndugu yangu Patrick Blinda ambaye tunafanya naye kule kwangu, hapo hapa Let us now take this chance kusema kwamba hata kama mtoto amekosea school fees hajalipa, this is not the time ya kufukuza mtoto kurudi nyumbani. Nataka walimu muweze kuwa accommodative enough kwamba wale watoto ambao wako na changamoto ya school fees this time around wacha wakae shuleni, haswa wale candidates wafanye mtihani wakiwa katika shule. Ikolomani Benard Shinali ameomba wazazi wa eneo la Shinyalu na Ikolomani pamoja na kaunti ya Kakamega kwa ujumla kuwa waangalifu, hasa kwa wanao wanaoshiriki mchezo wa kitamaduni wa kupiganisha fahali, ili hali ni wanafunzi. Ndugu yetu mwingine hapa ameongea akatuambia mambo ya bull fighting. Nataka mjue wale watu wa bull fighting, ya kwamba pia nyinyi ni wazazi. Tukitoka nyumbani na watoto rika hii wanatakiwa wawe shule ama wakitoka shule. Jumatatu tuko kwa hiyo mchezo jioni, Friday tuko kwa mchezo hiyo, hata watu wakiwa kanisa na sisi tumewekelea sisi mpaka pia hata kama tuna mpango tujipange vizuri. Kando na hayo, Ikana alitumia fursa hiyo kuwarai wenyeji wa Shinyalu na kaunti ya Kakamega kwa ujumla, hasa vijana, kujisajili kwenye zoezi la usajili wa wapiga kura linaloendeshwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini, IEBC, ili kupata usemi na kushiriki uchaguzi wa mwaka 2027. Wili Khaemba, Kurunzi, Shinyalu. Kakamega, kwa miongoni mwetu kuna vijana wetu hawana vitambulisho, na wengine walikuwa na vitambulisho na vikapotea. Kwa zile njia zilipotea hio vitambulisho, sisi hatutaki kujua, na rais ametusikia na ameamurisha ya kwamba sasa ile ada ya kuchukua kitambulisho kama ulikuwa umepoteza imetolewa, sasa ni free. Wale watu ambao wao wanakuja, wakati mwingine, wanaanza kusema wanataka kuhesabu shares wakihesabu shares, tunataka share ya Shinyalu kupitia kwa kura zetu ikuwe kubwa. Tunataka share ya watu wa Kakamega na magharibi kupitia kwa ile kura yenu ambayo mtachukua ikuwe nyingi, ili tupate kuheshimika.